kwenye mechi. Hmm, fikiri mmeona wenyewe nguvu zao, sauti zao zimetusaidia kwenye hatua ya makundi. Tulikuwa kwenye hali ngumu, pressure ilikuwa kubwa, lakini washukuru sana mashabiki wote wa Yanga kutoka sehemu mbalimbali hapa Tanzania, wameitikia kwa wingi na wamekuja kusimama nyuma ya timu tume yao. Tumepambana kipindi cha kwanza, tumepata magoli mawili. Kipindi cha pili pressure ikawa kubwa, tunataka tutengeze goli, tunakosa magoli. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa, kwa kuvuka kwenda hatua ya makundi. Tunakwenda sasa kuboresha zaidi pale, kwenda kwenye uwanja wa mazoezi. Tunaye technician mpya, tunaamini inshallah tutakwenda kuona mabadiliko makubwa kwenye kikosi. Ni wazi kwamba kuelekea makundi tunaenda kuiona Yanga mpya ambayo hilo wala sio jambo la mjadala. Mas Yanga ya makundi siyo Yanga hii, Yanga inakwenda ya kubadilika kabisa, kwa sababu kocha aliyekuja ametumia wiki mbili kuwasoma wachezaji wetu wote wa kikosi chote na amefanya maamuzi yake, atatambulishwa leo na kesho anaanza mazoezi avic town. Tuna mchezo wa ligi kuu siku ya jumanne dhidi ya mtibwa shuga pale KMC, anakwenda kuanza kesho. Kesho kutwa Jumanne tuna mechi kwao, tumpe muda mwalimu aandaye timu yetu vizuri, na ninaamini inshallah kwenye hatua ya makundi tutakuwa tukiwa tofauti kabisa. Tuache tuache tupumzishe, nikwambia wazungu wanasema mpira ni Kocha wa Yanga ndio na falsafa ya timu ya Yanga, lakini na falsafa ya mpira wetu. Maana yake anakuja na kila kitu, zitapigwa pasi nyingi, tutashambulia kwa spidi kubwa. Unaona kama leo tumecheza kwa presha kubwa, lakini tumekosa goli kama nne hivi. Tukishakaa confidence yetu imekaa vizuri tumewatia wafanye mazoezi mara ghafla uwanja tuuone, si watu wazuri, ndo maana wamekuja kaa katika viuno. <laughs> mi niwambia watu hawa kwa nini? Oh, chizi, si, uona, nini wametusumbua chizi vunga chizi kafanya nini? Jenerali Duke Abuya akazungumza leo, kapotea. kama anataka kusajili mtu kwenye hii timu hayupo kwenye aa kumi na moja. Lakini kiufundi, kiufundi, yeah. kama unataka utoe asilimia labda kwa mpinzani wako kwa namna ambavyo amecheza leo, kafanya nini huyu, nguvu yake nyewe, mnajua msaka, naongea mengi hapa, nawaambia kama kuna mtu anataka kusajili mchezaji kwenye timu, huyo mchezaji hajaanza leo, iko nje, utafuteni huyo, ndo hatari huyo huyo <laughs> ndo hatari baba Malawi. ha, mi mm. ha, sitakaa niwasahau. Pengine inakuambia mashabiki wa, wamejitokeza hawajaleta vurugu, viti havijavunjwa, wa sio tu kushangilia dakika tisini. yeah. tanafu ukiangalia timu ni shua kidogo tempo okay, lakini mashabiki walikuwa kwenye utulivu. Ngekuwa una washabiki oyaoya hapa wangeanza mara kocha fanya sabu mara wangeusha viti, lakini walikuwa kwenye utulivu wakiamini. Yote cha muhimu ni kwenda hatua ya makundi. Ndio kitu muhimu zaidi leo. Lakini cha muhimu tumeingia hatua ya makundi na natumie fursa hii kuzipongeza timu tatu za Tanzania oh, kwa maana ya hivi Singida bado. zetu maisha mengine yaachana naye huyo yatajua mwenyewe, dua zinaishia leo za Yanga kwa Azam FC. Akifanikiwa ni kwa Singida, akifanikiwa kufuzu utasema alhamdulillah timu tatu kubwa zimekwenda hatua ya makundi. Unataka mjue kwamba Mzize yuko fit. Mzize bwana afadhali mwenzo unaswali. Mzize bwana jana akajitonesha majeraha yake siku ya mwisho ya mazoezi. Tena akajitonesha kiasi cha kwamba tunahisi kwazo naweza nikawa kubwa. Kwa sababu unajua alikuwa anacheza mwanzoni na maumivu, baadaye tukaenda kufanya vipimo akaonekana ameshaweza kuimarika akaanza mazoezi Naye alikuwa anaitaka sana mechi, kwa akawa anajituma sana kwenye treni jana. Kwa bahati mbaya mwenyewe tu pigwa mpira fulani akataka aunge akatonesha eneo la goti, na ai maumivu alikuwa anayasikia pale, yanakupa picha uenda jeraha likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo tusubiri Mwenyezi Mungu atuongoze, anakwenda kufanyiwa vipimo siku ya kesho. Baada ya hapo, tutakuja kuwajuza Watanzania kama jeraha lake ni kubwa au jeraha lake ni Kamu, eh, hmm, eh, la kawaida, lakini Mwenyezi Mungu ampe utulivu, na Yanga tuko nyuma yake Kamwe. Uwanja leo ulikuwa full house, unaona hicho kikijirudia labda kesho kwa wapinzani wao. Mimi sijui waachchananaii. Wapongezi wanaYanga wenzangu waliokuja leo wameitikia, na watu wenye akili timamu wameona kwa kiasi gani tulikuwa tunahitaji nguvu ya mashabiki leo kuja kusupport kusapoti timu yetu kwenye hali ngumu. Tumekuja pamoja, tumevua kwenye hatua makundi, alhamdulillah tunajipanga na kila la heri kwenye makundi. Asante sana. Asante.